Limekuja katika kutaka kutoa mpira kuzima, imeshindikana kunani, kumwaga maji hasa, sijui ni ule mpira mbovu, si ni pampu mbovu, atuelee, lakini alikumwaga maji. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Morogoro wamelalamikia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wakisema halifanyi kazi ipasavyo pindi majanga ya moto yanapotokea, wakisisitiza kuwa wamekuwa wakishuhudia mali zao zikiteketea bila ya msaada wa haraka. Wakizungumza na Mwananchi Digital, usiku wa Machi ishirini na moja elfu mbili na ishirini na tano wakiwa eneo la mtaa wa Ngoto, ambako moto uliteketeza vibanda zaidi ya kumi vya wajasiriamali mali wa samani za ndani, wameiomba Serikali kuingilia kati suala hilo. Maoni yetu, wananchi, tutengenezee faya, kwa sababu shida kama hizi zinatokea, tutengenezee nani, magari haya ya faya, na wao wenyewe wawe makini kuja, wakija waje na maji, kwa sababu shida kama hizi zinatokea mara nyingi, halafu maji wanakuja hakuna au mabomba mabovu kwao vitu vingi vimeteketea, watu wamepata hasara, watu wana mikopo, watu wanasomesha watoto, hali kama hii imetokea. Kwa hiyo watu wanarudi nyuma kimaendeleo. Kwa hiyo sisi advice yetu kwa serikali, tunaomba wazidi kuongeza ufanisi katika hili jeshi la uokoaji wa uzima moto. Angalia sasa hivi ndio fire linaingia zaidi ya risali moja na zaidi. Tunawashukuru wanajeshi la nchi Tanzania limekuja sasa hivi kutokea Mzinga, ndio wameanza kuuzima moto pembeni Malalamiko ya wananchi yanaungwa mkono na mbunge wa Morogoro Mjini, Abdulaziz Abood. Bado kitengo chetu cha zimamoto kiko chini sana kwa manispaa ya Morogoro. Sielewi tatizo ni nini, kwa sababu huu moto umetokea wako jirani na, na, na kituo cha faya, lakini faya imeshindwa kuzima moto huu. Kwa hiyo hilo nalo tulifikisha serikalini, walifanyie kazi, na naamini viongozi wa serikali wamekuja wameshaona hilo jambo. Hatuwezi kuwavumilia tena, maana haya matukio ni matukio karibu ya nne sasa yanatokea, na bado tatizo ni wao kutowahi na wakiwahi bado matatizo tena, maji hakuna, kitu gani hakuna, ndio hivyo, na sisi wananchi tunazidi, wanazidi kuumia kwenye masuala kama haya, lakini pia tutalifikisha kuna kuhusika ili kitengo hiki cha Morogoro weze kurekebishwa na kuwa imara. Mwakilishi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani hapa, Mrakibu Msaidizi Daniel Miyala, ametolea ufafanuzi swala hilo. Kwanza tupenda ku, ku, ku, ku make clear kwamba tulifika ingawa taarifa zilifika kwa kwa kuchelewa. Ukiangalia hapa na kituoni ni distance chache, iya taarifa mpaka moto unawaka, kanatupigia simu kwa kwa moto oto, kwa, kwa mkubwa kwa, tulifika gari iko na maji baada ya kumaliza kufaiti kwa trip ya kwanza, tukienda crew kwenda kuongeza maji kwa trip nyingine, ndio hapo tukawasiliana na wenzetu wakaja kutuongezea nguvu. Kwa hiyo sio kweli kwamba tulifika tukiwa na maji. Kwa wananchi wenzangu, kwanza tunaomba tutoe taarifa kwa wakati. Tukio hili tukipata taarifa kwa wakati, moto usingeta mazana, usingekuwa mkubwa kiasi hichi, kwa sababu taarifa zimefika kuchelewa, ndio maana unaona moto kwa asilimia kubwa umeathiri vitu kingine. Unapoona tukio la tukio la moto la la moto kama hili kwanza, namba zetu za dharura moja moja nne, ambazo kila mwananchi anakuwa nazo, na wote tunaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusiana na utoaji wa taarifa pindi matukio ya moto yanavyotokea. Kwa hiyo tunapenda kutoa wito kwamba matukio yakitokea, wawe wepesi kutupa taarifa mapema. Kwa mujibu wa mashuhuda, chanzo cha moto ni hitilafu ya umeme kwenye vibanda hivyo, ambapo walishuhudia mlipuko mkubwa ulioambatana na mwanga kabla tukio kutokea. Chanzo cha moto hakijajulikana ndani nini, lakini ni shoti ya umeme sababu wa mafundi wote wakawa wameshafunga vitu vyao kujiandaa kawa wameondoka, kwa sababu mafundi wa kawaida saa 12 wao wanaondoka, mara nyingi tunabaki sisi hapo saluni kwetu na majirani zetu baadhi. Sasa kati shoti inaanza kutoka, tukachukulia tu ya kawaida, tunapigia faya, lakini faya nayo ikawa imechelewa, mpaka faya inafika hapa, ina maana moto umeshafanya nini? Umezidi kupitiliza. Katika kuhangaika hangaika ikaja faya nyingine mbili zote kwa pamoja maji yakawa yamekata nyingine kama hivyo mnavyoisikia, na bado moto ndo kama hivyo mnavoona, mwishoni mwishoni unaishia zoezi la kuuzima moto huu limefanywa kwa ushirikiano wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na Jeshi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ kikosi cha Mzinga. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.